Ishara tisa ambazo zinaonyesha ya kuwa na kibali cha kimungu. Kwa siku ya leo takwenda kuziangalia ishara tisa ambazo ukiziona kwenye maisha yako, basi tambua ya kuwa na kibali cha kimungu. Kwanza kabisa tujue nini maana ya kibali. Kibali ni mvuto au upendeleo ambao anakuwa nao mtu pale wakati wake wa kuinuliwa unapofika. Kwa kawaida kila mtu ana wakati wake wa kuinuka. Sio kila siku utalia au utahuzunika. Ipo siku utacheka, utafurahi, utaweza na utakuwa kama unavyotakiwa kuwa kwenye maisha. Kila jambo lina majira yake ya kutokea, hakuna jambo linalotokea na kudumu milele. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya tatu na msari wa kwanza imeandikwa nukuu: kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo wakati wa kuinuliwa unapofika, Mungu huachilia kibali, na unapokuwa una kibali, zipo ishara ambazo utaziona ya kuwa una kibali cha kimungu. Kabla tujaziangalia ishara hizi tisa, nisiwe mchoyo wa shukrani, napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Mono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wa thamani sana kwetu Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatuze, awafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Lakini pia kama wewe ndio mara yako ya kwanza kuungana nasi na bado hujasubscribe katika channel letu hii ya Nguvu ya Maono Media, basi nikupe pole kwa sababu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 zifuatazo ni ishara tisa ambazo ukiziona kwenye maisha yako, basi tambua ya kuwa una kibali cha kimungu. Ishara namba moja: kibali kinakuheshimisha. Unapokuwa na kibali cha kimungu, kibali kitafanya watu wakuheshimu Kitakuheshimisha, unaweza ukashangaa ukafika sehemu ukashangaa watu wanakuheshimu kupita kawaida, utashangaa watu wanakuchukulia mpaka we unaanza kushangaa. Siku zote mtu mwenye kibali cha kimungu watu watakuwa wanamuheshimu na kumpenda sana. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Esa sura ya pili na msari wa kumi na saba utaona imeandikwa mfalme akampenda Esta kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote, basi akamtia taji ya kifalme kichoni pake, akamfanya awe malkia badala ya Vashti. Unaona, Esta alipata kibali machoni pa mfalme. Kwa hiyo unapokuwa una kibali cha kimungu, watu watakupenda. Ukifika tu sehemu, kama kuna nafasi ilikuwa inagombaniwa au kama kuna mtu ambaye alikuwa anatafutwa, kwa sababu ya wewe na kibali cha kimungu, basi nafasi hiyo utaipata. Kwa hiyo ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa una kibali cha kimungu, watu watakuheshimu, yaani watu watakuheshimu. Kibali kinakupa nafasi ya kuheshimiwa na watu rika zote. Kibali ndicho kilimpandisha Esther na kumfanya Malkia. Malkia ni mtu ambaye anaheshimiwa na watu wa aina zote, kwa sababu kanuni inataka hivyo. Moja kati ya baraka ambazo Mungu anaweza kumpa mtu ni heshima. Mungu al, alimwambia Musa aweke sehemu ya heshima yake kwa Yoshua. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 27 na mstari wa 18 hadi wa 20, imeandikwa "Bwana akamwambia Musa, mtwae Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake, ukamwekee mikono, ukamwekee mkono wako, kisha ukamweke mbele ya Eleazari kuhani na mbele ya mkutano wote, ukampe mausia mbele ya macho yao, nawe utaweka juu yake sehemu ya heshima yako, ili mkutano wote wa wana wa Israeli wapate kutii." Kwa hiyo kibali kinakupa heshima, lakini pia ishara namba mbili ambayo inaonyesha kuwa na kuona kibali cha kimungu, kibali kinakuketisha na wakuu. Unapokuwa mtu mwenye kibali, siku zote kibali kinakuketisha na watu wakuu, wale watu ambao haukutegemea kabisa, aukutegemea uh, kabisa kama unaweza kuwa nao, lakini kwa sababu ya kibali unaweza ukajikuta wale watu ukaketi meza moja, e, ukakaa nao meza moja. Unaweza ukakuta wale watu ambao una, wanaonekana ni watu ambao ni wakubwa sana kwenye jamii, lakini kwa sababu una kibali cha kimungu, kile kibali kitakuketisha na wakuu, watu wat kukaa na wewe. Unaweza ukafika sehemu unajiona huna kitu, lakini watu wanaona kabisa hawa watu wanafaa wakae kwenye position fulani, lakini kibali kitakufanya ukae meza moja na wakuu. Kwa hiyo kibali kina kuketisha pamoja na wakuu. Hii ni sifa mojawapo ambayo inaonyesha kuwa uh, una kibali eh? kama kuna kazi choa au nafasi eh. kwa hiyo kibali kitakufanya uke, uketi pamoja na wakuu. Kibali kinakupa fursa ya kuketi meza moja na wakuu, kula nao, kuongea nao, hata kuwasiliana nao ye? hata kuwasiliana nao, unapata kibali cha kuketi na wakuu, kuongea nao, yaani unaweza kuwa unashangaa mwenyewe, mpaka ukijiangalia unaweza kuwa unashangaa. Kwa hiyo ishara moja hapo, ambayo uh, inaonyesha kuwa una kibali cha kimungu, Mungu anakuketisha pamoja na wakuu. Lakini ishara tatu, kibali kinafanya ufuatwe na watu Unapokuwa mtu un, mwenye kibali cha kimungu, kibali kitakufanya uh, watu wakufuate, watu watamani kukusikiliza watu wakufuate. Kwa hiyo watu huvutiwa na watu wenye mali, fedha, vyeo na hadhi fulani kama mlivyoandika, uh, kama nilivyosema. Kwa hiyo kibali, kuna watu uh, watu huvutiwa na watu wenye mali, fedha, vyeo na hadhi fulani, lakini pia kibali, kama una kibali kibali hata kama unaweza ukaa hauna mali hauna chochote, watu wanaweza kukufuata. Kwa hiyo sifa moja ya mtu mwenye um, kibali uh, unaweza ukafuatwa na watu. Kwa hiyo kikawaida, muonekano unaweza kukupa matokeo kidogo kuliko kibali kinavyoweza kukupatia. Usidanganyike na namna unavyomuona mtu, hata siku moja usimtendee mtu kwa namna anavyoonekana au vitu alivyonavyo, bali mtendee mtu kulingana na vile unavyosikia ndani ya moyo wako. Nabii Samueli alipojaribu kutenda kulingana na mwonekano wa nje na wa wale alioenda alio kuwapaka mafuta, Mungu alimzuia. Ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kumi na sita na mstari wa saba imeandikwa, lakini Bwana akamwambia Samweli, usimtazame uso wake, wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa Bwana haangalii kama binadamu angalivyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Kwa hiyo sifa mojawapo ya mtu mwenye kibali, kibali kinakufanya ufuate na watu, watu wataanza kukufuata, watu wataanza uh, kukufuata. Kibali kinatenda kazi kwa namna ambayo hata mtu mwenyewe anavyotendewa anakuwa amini kama hayo yametokea kwake. Ukiweza kuimba vizuri, unaweza kupata kibali, kisha watu wakaanza kukufuata. Unapoona watu wako nyuma ya watu, sidhani tu kwamba ni kipawa ndicho kinachowabeba. Kibali kinaanza, ndipo kipawa kinakuja baadaye. Kibali kina nguvu kuliko kipawa chako. Yesu pia alipata kibali mbele ya makutano, kila mahali alipokwenda fundisha kuponya, na kufungua watu, makutano walimfuata muda wote. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya nane na mstari wa kwanza imeandikwa, naye aliposhuka mlimani makutano mengi walimfuata. Unaanza kuona Yesu Kristo alifuatwa na makutano mengi . Kwa hiyo kibali kinafanya watu wakufuate, watu watamani kuwa na wewe wakusikilize, eh? Yesu japokuwa alikuwa ni Mungu lakini bado alihitaji kibali ili apate kuwafundisha watu wasikie neno la Mungu. Makutano walimfuata na kuongezeka kwa, za, kwa sababu walitaka kusikia yale aliyokuwa akiyafundisha. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 14 na mstari wa 13 Imeandikwa, na Yesu aliposikia hapo, aliondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo watu faragani, na mkutano waliposikia, walimfuata kwa miguu kutoka mjini mwao. Walimfuata kutoka mjini mwao, ili kumwamini, iliwapasa kumsikiliza. Kazi isingelifanyika kama makutano wasingelisikia mafundisha Yesu. Pamoja na hayo ilipasa lazima kibali cha Yesu kiwavute watu kumsikiliza pale alipokuwa akifundisha. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya tisa na mstari 11 utaona, na makutano walipojua walimfuata akawakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu, akawaponya wale wenye haja, wenye haja ya kuponywa kwa hiyo kibali kinakufanya watu wa kufuate au watu wa kusikilize. Lakini ishara namba nne ambayo inaonyesha kuwa una kibali cha kimungu, kibali kinakutimizia ndoto zako. Unapokuwa una kibali cha kimungu, kile kibali kitakutimizia ndoto zako. Kila binadamu au kila mmoja unayemwona hapa duniani huwa ana ndoto, kuna vitu ambavyo anatamani avifanye, lakini uh, hivyo vitu tavifanikisha kwa sababu ya kibali, unapokuwa na kibali uh, unapokuwa na kibali vile vitu utavitimiza. Kwanzia awali, Yusufu alikuwa akiota ndoto akiongoza na kufanyika, uh, na kufanyika mkuu hata kwa watu wa familia yake, pamoja na hayo yote aliyoyaota haikuwa rahisi kwake kuvuka kwa sababu alipitia mambo magumu mno, ikiwemo kufungwa gerezani. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 39 na msari wa 21 hadi 22, imeandikwa lakini, Bwana akawa pamoja na Yusufu akamfadhili akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya. Kwa hiyo kwenye magumu hayo yote aliyoyapitia Yusufu, bado Mungu alikuwa pamoja naye akampa kibali hata kuwaongoza akiwa gerezani. Hiyo unaweza ukaipata kwenye kitabu cha Mwanzo 39 na mstari wa 21 hadi wa 23, kuimeandikwa lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu akamfadhilia akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyafanya. Wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Kwa hiyo ukiwa na kibali, kibali kinakusaidia kutimiza yale Uh, maono yako au ndoto zako. Lakini ishara nyingine ya tano ambayo inaonyesha una kibali cha kimungu, kibali kinakupa hatua au nafasi nyingine. Kwa hiyo ukiwa na kibali, kibali kinakupa hatua eh, au nafasi nyingine. Kibali ndicho kinachofanya kina mtu avutiwe kununua gari, mtu mwingine, mtu huyo anayetaka kununua gari anahisi msukumo ndani kutokana na mvuto uh, aliyouona kwa yule mtu pamoja na kwamba Danieli hakutenda kama mfalme alivyokuwa akiamuru. Hii iliwapelekea watu kumwonea wivu na kujikuta akipewa adhabu kali bado hivyo havikuzuia Danieli kupata kibali cha kuongoza na kushika nafasi tatu kutoka kwa mfalme. Pia alizidi kupanda nafasi kila siku kwa sababu alimpendeza mfalme. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sita na mstari wa kwanza hadi wa tatu imeandikwa, ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali mia na ishirini wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa watatu, na Danieli alikuwa mmoja wao ili maliwali hawa watoe hesabu kwao mfalme asipate hasara. Basi, Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akazimu kumweka juu ya ufalme wote. Kwa hiyo kibali kinakupa hatua au nafasi nyingine. Kwa hiyo unaona ambavyo kibali kinaweza kufanya kazi. Danieli alimpendeza mfalme. Je, ni nafasi gani mtu ataweza kuipata nzuri zaidi ya kuwa rafiki wa kiongozi mkubwa wa nchi? Kama una kibali, unaweza kujipatia nafasi yoyote kwa mtu yeyote. Na hii ndiyo iliyompata uh, iliyompa nafasi Daniel. Lakini ishara nyingine ambayo inaonyesha una kibali cha kimungu. Kibali kinakupa mambo ambayo hujawahi kuwaza kuwa nayo. Eh, unapokuwa na kibali, kibali kinakufanya upate vitu ambavyo hata wewe ukuwaza kabisa kuwa navyo, lakini kwa sababu ya kibali vile vitu unaweza ukavipata wewe mwenyewe mpaka unashangaa. Kuna vitu ambavyo ulikuwa hauna hata mpango navyo, lakini kwa sababu ya kibali utashangaa unavipata vile vitu. Lakini pia kibali kinakutofautisha. Ishara nyingine ya mtu, uh, mwenye kibali cha kimungu, kibali kinakutofautisha Yani, ukiwa na kibali, kibali kinakufanya uwe tofauti na watu wengine. Kibali kina kutofautisha na mwenzako mpaka kila mtu anaona namna ambavyo umetofautishwa. Daudi alitofautishwa na ndugu zake kwa sababu alipata kibali kutoka kwa Mungu na kumfanya kuwa shujaa katika Israeli. Daudi alikuwa na ndugu zake wakubwa na wana nguvu kuliko yeye, lakini Mungu alimwekea kibali ambacho kilimtofautisha. Pia Mungu alimpa uwezo wa kutofautishwa kufikia hatua ya kupakwa mafuta. Ndugu zake wote walishuhudia namna Mungu alivyomuinua. Ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kumi na sita na mstari wa 12 hadi wa 13, imeandikwa, basi akatuma mtu naye akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu mwenye macho mazuri na umbo lake lilikuwa la kupeleza. Bwana akasema, ondoka, umtie mafuta, maana huyu ndiye huyu ndiye Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta akaimtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Kwa hiyo unapokuwa mtu mwenye kibali au ukiwa mtu mwenye kibali cha Kimungu, kibali kitakutofautisha na watu wengine. Kwa hiyo mtu mwenye kibali, kibali huwa kina tabia ya kukutofautisha na watu wengine, kinakutofautisha. Lakini ishara nyingine, kibali kinakupa urahisi wa kupiga hatua. Kwa sababu ya kibali kuna sehemu unaweza ukapita, ni sehemu ambapo ilikuwa ni ngumu inaonekana ni ngumu, lakini kwa sababu wewe una na kibali unaweza ukapita, ikakupa nafasi ya kupita. Kwa hiyo kibali kinakupa urahisi wa kupiga hatua. Lakini pia ishara ya tisa ya mtu mwenye kibali cha Kimungu, kibali kinakupa kitu ambacho hujawahi kupewa na mtu yoyote. Kwa hiyo ukiwa na kibali, kibali kinakupa kuna, kinakupa kitu ambacho hujawahi kupewa na mtu yeyote. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Lakini pia, kama bado huja subscribe basi hakikisha una subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu wenye akili na wanaopenda kujifunza. Tukutane kipindi kijacho.